Jeshi la Kongo DRC FRDC la omba wakaazi wote kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali na kuishinikiza katika mchakato wa amani na usalama ambao umepotea kwa muda mrefu. Akiendelea na ziara yake katika mikoa mbalimbali mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ikiwemo Chopo, Ituri na Kivu Kaskazini, naibu kamanda mkuu wa jeshi la Kongo DRC FRDC Luteni Jenerali Chaligonja asema lazima wakaazi wa mashariki mwa Kongo DRC wawe na imani kuwa serikali itafanya liwezalo kuhudumisha amani. Mzik, kushepte,

Oh, je suis Beni, je nimekuja eneo hili kwa amri ya kamanda wa jeshi la Kongo DRC FARDC ili nije kufanya ukaguzi wa askari jeshi na kuangalia inavyokwenda operesheni za kijeshi. Lazima wakaazi wawe na imani kuwa amani itapatikana. Raia naomba wawe na imani na jeshi lao, tupo hapa kwa ajili yao, ambalo lina majukumu ya kulinda mipaka na eneo nzima la taifa pamoja na kulinda watu na vitu vyao. Wakazi wa Beni, Lubero na Butembo wasemaje kuhusu ziara hii ya Chaligonza naibu kamanda wa FARDC? Huyo hapa Eme Paluku mkazi wa Beni, kwa majina anaitwa Eme Paluku. Sisi kama wakazi wa hapa Beni tunatarajia kama general jinsi amefika hapa Beni atatatua hali ya usalama, kwani siku hizi tunakumbwa na usalama kwanza hapa mjini Beni mauaji yanakuwa paski, kando kando kuna pia hali ya ukosefu wa usalama Bo, pia kuna njia njia zetu za njia za kuenda Kisangani, kutoka hapa gari zinapoenda Kisangani wala auku kunjia ngamba njia mangine njia kuendea Mambasa Tuna, kuna pia ukosefu wa usalama, watu wanaanza ogopa hata kusafiri zaidi sana, ninapokuwa magharibi tunatia kitumaini kama ujio wa generale itatia nguvu zaidi katika mkono wa askari jeshi ili wapime fikiria pamoja jinsi ya kutia boresha usalama hapa mjini, hapa mjini Beni na hata kando kando kule ngambo Mabalako ngambo mangurejipa njia ya Kisangani pia hapa na kando kando ngambo zengine. Mashirika ya kiraia nayo ina msimamo gani? Mwanasheria Pepeka Vota, mratibu wa shirika ya raia mjini Beni. Tunangojea nini kwa sababu kiongozi wa jeshi amefika mjini Beni? Kwanza tukumbushane kwamba mji wa Beni uh, umekuwa kwa muda mchache au provisoirement uh, capitale ambapo gouvernement provincial imekuja kupumzikia muda kitambo kusema mji wa Beni e, imekamata e, ama tunasema chef lie ya province ya North Kivu, na kiongozi wa jeshi General Chaligonza likonja Nduru si, siku yake ya kwanza kufika Beni. Tukakumbushana kuna muda mchache tena alipita mjini Beni akaenda Butembo nawazi alifika hata Lubero, ni kusema iko katika kazi yake ya kawaida. Kazi yake ya kawaida ndio iko wanafaa, na sasa sisi kama, kama shirika la raia kama raia nzima tunangojea kwake uh, usalama kumaliza vita na kuweza kutunza vizuri kupana pesa na vyombo kwa jeshi letu. Hiyo ndio matarajio kwa sababu kama hawezi kujibia ku hiyo ambayo tunaita kome marekete za za populasion, na kujibia kupitia sisi kwa rekete ya jeshi, huenda takuwa akitembea akikuja, akirudi na hakutakuwa matunda mazuri ambayo si tunamgojelea, kwa sababu hiyo ni kazi yake, kwenda mahali kunakuwa raia na kuona jeshi eh, kisha alete eh, ripoti kwa wakuu viongozi wa inji, kwa sababu najua atakuwa na mambo fulani fulani ambayo oh, atatosha katika mikutano ile ambayo atafaa Uh, hapa Beni na hata penginepo ambapo ametoka zunguka uh, yani Ituri, utafahamu kwamba mashirika ya kiraia iliendesha mgomo wa kutofanya kazi katika mji wa Butembo Jumanne, wakipinga hatua ya kuondoa vikosi vya UPDF eneo hilo. Mtaani Butembo, wakazi wakisema <tos> <tos>

Sasa leo populasion ikodesi na FRDC, paske tunakuta tunakutake FRDC imeacha mamugini za mingi inaziachia enazi. Maadui tunaomba amani ikue kwetu, ju kukua naishi kwetu saba, wageni anduka haitupende zake, na imagine situasio yenye watu wa Goma biko na pitia leo

Kuhusiana na malalamiko ya raia, mashirika ya kiraia Beni na Butembo ilifanya kikao cha dharura mjini Butembo. simeka vingi katika mtandao kusema ya kwamba uh, UPDF itaondoka ijapokuwa UPDF ilikuja kwa mwaliko wa serikali ya Kongo kwa ambao tunaita operation suja, na hiyo mwaliko ilikuwa uh, ni kuja piganisha ADF, mtm ambayo inaua watu e, katika Kongo hata Uganda. Ndio maana tuliona ni vema tuweze kukaa muji wa Butembo, tuweze kufanya de press kwa ajili ya kusisimua na kuambia uh, wakaaji kwamba uh, sote civil ikunafata kwa karibu sana. Uh, mambo ambayo yanapitika kwa reseaux sociaux, lakini tunawa, tunawalika wa uh, raia wasiweze uh, kukuwa na konjige na adui, na pia tunawalika uh, wasiweze uh, kukuwa na sikiliza sana uh, mambo ya reseaux sociaux, hiyo tulitako ma rumeur na minajua wengi walishakuwa kapacite sur la gestion des rumeur. Alafu tuliomba pia kwa guverneme kongolais iweze kufuatilia kuweza kurespekte maangajema zake kwa ngambo ya hiyo akord bilateral, ambayo iliacha kunaundiwa hiyo operation suja. Pia waweze kuwa nafaya mevaluation na hizo mevaluation waletee eh, raia kusudi tufahamu wapi kinaendeka wapi akiendeki. Wakaazi kwa jumla wakiomba amani na usalama, kwani sasa wamechoshwa na mlio wa risasi ya kila siku.